Endelea tu kutukana na viongozi, ukikamatwa, haya ukishikwa, haya. Endelea tu kuiba mali ya umma ukikamatwa, haya ukishikwa, haya. Endelea tu kusema mitano tena, Oktoba tunatoka ukikamatwa, haya ukishikwa, haya. Endelea tu kusema no reform no election. Oktoba tunatiki. Ukikamatwa, aya ukishikwa, aya. Endelea tu kula rushwa ukikamatwa, aya ukishikwa, aya. Endelea tu kufanya uchochezi ukikamatwa, aya ukishikwa, haya. Endelea tu kutembelea baisikeli za kijani na pikipiki za kijani ukikamatwa, haya ukishikwa, haya. Ukokotea mawe kaandika hapa. Furumua.